Faida za kumtumikia Mungu. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya ishirini na tatu. Kutoka sura ya ishirini na tatu. Mstari wa ishirini na tano. Nasoma haraka haraka kwa sababu nina mambo mengi nataka kushare na wewe leo. Exodus chapter 23 and verse 25. Inasema hivi, nani mtamtumikia Bwana Mungu wenu? Some kwa pamoja, moja mbili tatu, nani mtamtumikia Bwana Mungu wenu? Mstari wa ishirini na tano, moja mbili tatu, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Nanyi. Mimi nawaambia nani, nani? Hebu sema sasa wewe kwa nafsi yako. Moja mbili tatu, mimi nitamtumikia Bwana Mungu wangu. Anasema, baada ya kumtumikia, anaanza sasa kukuambia mambo utakayopata. Ehe. Wewe utamtumikia Bwana Mungu wako. Ehe. Alafu naye baada ya kumtumikia hapo, naye atabariki chakula chako. Hebu sema naye. Yaani, baada ya kuwa unamtumikia yeye, sasa atabariki chakula chako. Kumbe faida ya kwanza ni baraka kwenye chakula. Nini maana ya neno baraka kwenye chakula? Baraka kwenye chakula haina maana tu kwamba Mungu bariki chakula aa. Dunia sasa hivi inasumbuka na uhaba wa chakula chakula kingi ni GMO genetic modified food. Yani ni chakula kilichochezewa kijenetiki. Ndiyo maana ulinisikia mimi bungeni naongea kuhusu benki ya mbegu kwamba sasa hivi ukitaka kupanda mahindi unaenda kununua mbegu. Mbegu ile unaipanda, ukiipanda unavuna. Yale mahindi yale unayoyavuna, ukiyapanda hayaoti. Imetoka kwa mzungu, mzungu ameitengeneza genetically kwa hiyo ukitaka mbegu unakwenda kununua tena kwake. Unakuja kupanda ya unayoyapanda yale hayaoti. Zamani waliozaliwa kijijini kama mimi, <coughs> babangu, mzee Gwajima yuko hapa leo na furahi sana. Tumpigie makofi mzee Gwajima, leo yuko hapa. Ana miaka yake anaelekea 96 sasa. Mungu, Mungu akupe zaidi ya hapo. Akupe zaidi ya hapo. Kwa hiyo tulikuwa tunaona mahindi mkivuna, mama na baba wanachambua yale mahindi yenye afya yale, yanachagua yale manene manene, yale manene manene yale ya yanachaguliwa. Si kama baba yako na mama yako walikuwa hivyo? Naamini watu wengi, yanachagua yale manene manene manene, mazuri mazuri yale, mazuri mazuri, mazuri, mazuri, mazuri, mazuri, mazuri yale, alafu yanafungwa kinamna, yanawekwa juu kwenye moshi pale. Mnapikiaga chini hapa alafu juu hapa. Kwa Wasukuma na Wanyamwezi tunaita kano juu pale kwenye nyumba ya majani kuna kakitu fulani yanawekwa kule, ili ule moshi uwe unakwenda pale, yasibunguliwe. Hata kama njaa ikija namna gani, yale ya pale hayachukuliwi. <laughs> Yale ya pale hayachukuliwi, na ukikutwa umechukua mojawapo kati ya benki ya mbegu iliyo kwenye kano, umepata matatizo makubwa sana. Ukija kufika wakati wa kupanda mbegu, yanashushwa yale sasa wanayapukuchua vizuri, ndio tunapanda. Tumepanda tunaishi hivyo, lakini mzungu anayo agenda duniani. Bahati mbaya sana watu wengi hawamjui mzungu, wengi sana. Mzungu akikuchekea hivi, hamaanishi anacheka. Mzungu anajua historia, mzungu anajua kwamba rais wa kwanza aliyeitawala dunia alikuwa mweusi. Wewe tu ndio umebaki ujui historia. Raisi wa kwanza angalia, kwenye neno Biblia, neno mfalme linaanzia wapi? Soma kwenye Biblia, kuanzia skani, Biblia yote neno mfalme, utaona neno mfalme linaanza hivi, na huyo Nimrod ndiye alikuwa mfalme, akatawala kule Shinari na akajenga mji wa Tarashishi na miji mingine. Nimrod ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa nani? Kushi. Kushi, Nimrod na Ham, wote ni weusi hao. Kushi mweusi, Ham mweusi, Nimrod mweusi ti. Ndiye mfalme wa kwanza aliyejenga na ndiye aliyeamrisha watu wakusanyike kujenga mnara wa Babeli. Ule mnara wa Babeli unaosema jamaa ameamua amfikie Mungu mbinguni aliyekuwa na organize ni Mjaluo mmoja hapo, Mjaluo mmoja pale, Mchaga mmoja hapa pale, e, e, e, Mnyakyusa mmoja pale. Kwa hiyo ndiyo mtu wa kwanza aliye attempt kuitawala dunia na akasambaratishwa na Mungu tu. Mungu akasema, kama watu hawa wana lugha moja na mji mmoja na haya maneno ndio wanaanza kufanya, kuna siku watatufikia, tuwatawanye. Ndiyo lugha zikatokea pale, wakatawanyika, lakini wanaongozwa na Nimrod, rais wa kwanza duniani. Kwa hiyo mzungu huwa anasoma kwamba mtu mweusi ndiye aliye attempt mara ya kwanza kuileta dunia kwa pamoja. Ukitaka mtu mweusi umdhibiti, msambaratishe na magonjwa na kumpa mikopo ambayo hawezi kuilipa, yaani sambaratisha kabisa, na akizukazuka mmoja mmoja mmalize, akizuka huyu malize. Lakini nataka kukwambia Mungu amemkumbuka Kushi, siku za mwisho liko jeshi litainuka Afrika la kuisimamia Afrika, kusimamia mali ya asili zao, kusimamia afya za watu wao, na Mungu amemkumbuka Kushi. Mpigie Bwana makofi, haleluya. Something is about to happen in these countries of Africa. Mzungu wanajua. Mzungu wanajua. Kwa hiyo mzungu anajua. Mzungu anajua kwamba wana wa Israeli walikaa Misri. Kwa sababu empire ya kwanza yenye nguvu duniani ni Misri. Na Farao ni mweusi. Mweusi ti kama unavyoniona mimi hivi hana weupe weupe, sihui kama ni wanani. A, -a angalau Mwangela na mimi tuko sawa, Geshom na mimi tuko sawa. Haiko kama jenijeni hivi. Farao mweusi ti. Na ukienda Misiri, ukienda Misiri, mimi nimewahi kwenda, ukienda Misiri, nenda kwenye yale mapiramidi ya Misiri, mahala ambapo mafarao walikuwa wanakufa wanatunzwa. Farao yule aliyeshindana na Musa yuko ndani ya lile, walimkausha Wamisri walikuwa na utaalamu wa kukausha mili, unakaushwa kimisiri. Halafu mtu anatuambia eti medicine imeanzia Ulaya. Historia ya medicine imeanzia Alexandria, Misri yani, yani, yani, chuo cha kwanza cha medicine cha watu kutibiwa kimeanzia Afrika. Chuma imeanzia Afrika. Kalenda imeanzia Afrika. Namba zimeanzia Afrika. Hukumbuki Meloe ndugu yangu, hukumbuki Afrika? Hiyo ni Afrika yote karenda Afrika namba Afrika hesabu Afrika, eh? kwa hiyo yule fa falao anaitwa Ramases amewekwa mle kwenye piramidi mweusi, ukienda pale leo unamuona, sio mzungu, mweusi. Kwa hiyo mzungu anajua kwamba weusi waliwahi kutawala dunia, weusi waliwahi kumweka mis kumweka myahudi miaka mia nne na thelathini. Yaani myahudi unayemwona huyu amewahi kuwa Afrika akawa mtumwa wa Afrika miaka 430 na akatoka kwa mkono wa Mungu. Lakini haitoshi. Sikiliza nikwambie, unajua sometimes kinachotusumbua Wakristo ni kuwa na wahubiri ambao hawajasoma. Kuwa na wahubiri ambao hawajasoma nao ni mzigo sana. Mzigo sana. Nasikitika kusema hivyo. Nakuta mhubiri anawaambia watu jamani leteni nywele zenu tuwaombee. Nywele za nini? Jamani leteni mate. Tuyakomboe mate. Sikiliza kidogo nikwambie jambo <coughs> kama unanisikia punga mkono sema haleluya. <coughs> Listen to me. Sasa narudi kwenye jiografia na historia sasa. Lakini sasa kanisa ni mahala pa ajabu, kwa sababu hapa ndani kuna profesa profesa kabisa, na hapa ndani kuna daktari ambaye amefanya, sio daktari wa medicine, doctor of philosophy ambaye amefanya thesis, ana PhD, ana dissertation, na kuna mwenye masters hapa ya sheria, na kuna daktari wa watu, dokta kama alivyo Dokta Geshom hapa, dokta in charge wa Aga Khan kule. Sasa na kuna mtu ajui kusoma wala kuandika hapa. Sasa una darasa ambalo unataka wote wa kuelewe, profesa akuelewe, dokta akuelewe, mwenye masters akuelewe binti wa nyumbani anayefanya kazi ya kudeki nyumba ya mtu akuelewe, mlinzi akuelewe, na, na mwingine mgonjwa, mgonjwa ana mapepo naye akuelewe, wote unawafundisha kwa pamoja, na ndio maana hii darasa, it is very challenging. Darasa hili haliwezi kufundishwa na binadamu, anatakiwa kuwa Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu aseme na watu ili aguse maisha yao. Otherwise, with your normal IQ, who is, hebu nisikize kidogo nasema na kugusia jiografia na historia. Sasa listen to me my brother, mnakumbuka vizuri Yesu alipozaliwa Bethlehemu mji wa Yuda ambao leo ni mkoa wa Yudea inaitwa Samaria na Yudea. Yesu alipozaliwa mfalme Herode ambaye mfalme Herode hakuwa Mlumi, alikuwa ni mfalme papeti wa Walumi amewekwa na Walumi, lakini yeye ni Myahudi, ni papeti. Sasa alipoona yesu amezaliwa Betelehemu, akataka kwenda kumuua Yesu. Ndipo malaika wa Bwana akamtokea Yusufu katika ndoto, akamwambia, Yusufu mwana wa Daudi, umtoe mtoto pamoja na mama yake, mkimbilie katika nchi ya Misiri, kwa sababu Farao, kwa sababu Herode anataka kumuua mtoto. Wakimbilie wapi? Wakimbilie wapi? Wakimbilie wapi? Misri ni Afrika ni Ulaya. Na kuuliza Misri ni Afrika ni Ulaya. Mbona unielewi? Misri ni Afrika ni Ulaya? Kwa hiyo Mungu aliitamka Afrika kwenye kinywa chake. Mungu mwenyewe, yaani anajua Afrika kwamba mahala salama ambapo mnaweza kwenda, yani Yesu mwenyewe baba yake Yusufu na mama yake. Familia takatifu hii ya Mungu wafunge safari kutoka Mashariki ya Kati, waje Afrika wakae pale, maana ni salama pale, walikaa hawakukaa. Kwa hiyo Yesu amewahi kuwa Afrika, yeye mwenyewe binafsi. Unanisikia nilichosema? Yesu, yeye mwenyewe binafsi, akiwa binadamu, amewahi kuwa Afrika. Kwa hiyo wakaja Afrika, kwenye historia wakaja Misri wakakaa mahala panaitwa Alexandria. Kumbuka wakati ule hakukuwa na mabomba. Sikilize vizuri. Kwa hiyo Yesu na mama yake na Yusufu wakakaa kando kando ya mto Naili, wakakaa kando kando ya mto Naili, maana hakukuwa na mabomba. Wakawa wanaishi pale, ukulima unafanyika kando kando ya mto Naili, maji ya kunywa, maji ya kuoga, mto Naili, karne ya kwanza. Kwa hiyo ta, familia takatifu ya Yusufu na Mariamu na Yesu Kristo wamekuja Afrika, wamekaa sehemu walizokaa mpaka leo zipo. Wewe ukienda Misri waambie nataka kwenda kutembelea sehemu ambazo Yusufu na Mariamu walikaa. Zipo mpaka leo. Zimejengwa vibanda vibanda. Pa, lenda hapo Afrika zipo. Miaka elfu mbili iliyopita lakini zipo hapo. Yesu siyo mawazo. Yaani yaani serikali ya Misri imeweka historia kwamba wale wanaotaka kuja kuangalia waangalie, wanafanya utalii. Yesu siyo historia tu. Yesu aliishi na angali anaishi leo, na amepaa kwenda mbinguni mbele ya watu na atarudi tena. Aliwapenda wanadamu upeo. Tumpigie Yesu makofi. And that is Jesus I'm talking about. Kwa hiyo wakakaa kando ya mto Nile, pale wanakunywa maji ya mto Nile, wanaoga mto Nile, wanalima kando ya mto Nile kaeni wachungaji. Sasa mto Nile unaanzia wapi? Mto Nile unaanzia zi, ziwa Victoria. Hili ziwa Victoria letu la Mwanza hapa, hili ziwa Victoria letu la la, la Mara, hilo ziwa Victoria letu liko hapa Shinyanga hapa Simiyu hapa. Hilo ziwa Victoria liko Kagera, ziwa Victoria hilo eh, ndio mto Nile unaanzia pale. Kwa hiyo mto Nile unatoa maji ziwa Victoria unapeleka kwenda Misri. Unakwenda mpaka Sudan unakwenda mpaka Gezira kule. Mto Nile unaanzia ziwa letu, lakini maji ya ziwa Victoria yanatoka wapi? Soma geography. Maji ya ziwa Victoria yanatoka mto Kagera unamwaga ziwa Victoria, yanatoka mito ya Kongo inamwaga ziwa Victoria, mito ya Rwanda inamwaga ziwa Victoria, Burundi ziwa Victoria. Na mito mingine midogo midogo iliyo mkoa wa Mara, iliyo mkoa wa Simiu, iliyo mkoa wa Mwanza, iliyo mkoa wa Shinyanga, iliyo mkoa wa Kagera inamwaga maji mle kwenye mto Nile, inamwaga maji yote kwenye ziwa Victoria. Viktoria, alafu maji ya kutoka maeneo hayo ndiyo yanatembea sasa kwenda mto Nile. Yesu mwenyewe binadamu alioga maji yetu na kunywa maji yetu ya kutokea hapa akiwa binadamu. Wazungu wanajua historia hiyo, hawawezi wakakuruhusu uondoke, isipokuwa kwa mkono wa nguvu za Mungu. Na safari hii tutaondoka, asema Bwana wa majeshi. Tutaondoka na watoto wetu, tutaondoka na familia zetu, tutaondoka na uchumi wetu, tutaondoka na nchi yetu, tutaondoka tufanikiwe. Mtu aseme haleluya! raka pasikishi. Kwa hiyo wazungu wanajua kwamba Yesu akiwa binadamu amekunywa maji ya kutokea Kongo na ndio maana unao Kongo matatizo, Rwanda matatizo, Burundi matatizo, Tanzania matatizo. Yaani hii yote Yesu mwenyewe alipokuwa anakunywa maji anakunywa maji yametokea Mwanza ya Ziwa Victoria, paka Mungu mbinguni anajua kwamba mwanangu nilipomtuma duniani alikuwa anakunywa maji ya kutokea Afrika, sio Marekani, sio China, sio Ulaya. Ulaya ilikujaje tena hapa? China ikajaje tena hapa? Marekani ikajaje tena hapa? Ikawaje Korea ikajaje hapa? Nataka kukwambia ni ni wakati wa Waafrika kuamka kumtumikia Bwana na kujua maana ya kumtumikia Bwana ni kuwatumikia watu, kutumikia taifa lao, uchumi wa watu wa taifa lao, maji ya taifa lao, hospitali za taifa lao. Mtu aseme haleluya!